Kufuatia mjadala wa bunge la Ulaya uliofanyika hivi karibuni juu ya kesi inayomkabili Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ya Chadema ya kuzitaka mamlaka za hapa nchini kumwachilia, uongozi wa Chadema wilaya ya Mbinga watoa maoni yao. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mwenezi wa Chadema wilaya ya Mbinga, Wurso Aloyce Nombo, amefafanua yale ambayo yatatokea endapo mamlaka zinazomshikilia Tundu Lissu hazitamwachilia. Labda niseme tu kwamba ninavyoamini serikali na watu ambao wako sawasawa wako timamu na wana uwezo wa kupembua mambo, lakini kwa sababu ya kibinadamu kama kitatokea kiburi pengine cha kutotekeleza masuala haya ambayo kimsingi yalikuwa kwenye makubaliano yetu kati ya Tanzania na na na, na, moja wa Ulaya ambapo nilisema mwaka jana tu Desemba tarehe kumi tulikutana serikali ya Tanzania E, kupitia wizara ya ya, ya, ya, ya, ya mambo ya nje ya ushirikiano wa Afrika Mashariki walikutana na kusema kwamba na kukubaliana masuala haya ya demokrasia na mambo utawala bora na mambo mengine yatakwenda sawa sawa. Kwa hiyo naamini kama, kama kama serikali itaamua kuignore tafsiri yake E, serikali itakuwa ime imeuadaa ime ya, ime ime Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo pengine tutegemee yale mashirikiano ambayo tulikubaliana kwamba tutashirikiana Tanzania pamoja na Umoja wa Ulaya yanaweza pia tunaweza tukapata dosari yanaweza yakaondolewa. Nikukumbusha tu kwamba tumeshirikiana tunashirikiana katika masuala ya kuhakikisha kwamba tunalinda hali ya hewa tunashirikiana katika masuala ya ulinzi na usalama, tunashirikiana katika masuala ya uchumi wa bluu na, na mambo kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo tutegemee kwamba tutegemee kwamba kama tuta ignore tutegemee kwamba tunaweza tukakosa ushirikiano kutoka nchi kama zilivyokuwa Uingereza, kama ilivyokuwa Uholanzi, kama ilivyokuwa Spain, kama ilivyokuwa Italia, kama ilivyokuwa Ujerumani. Hizo ndizo ni baadhi ya nchi ambazo zinaunda umoja wa Ulaya ambazo sisi Watanzania sisi wa Tanzania ambao tunaamini kwenye falsafa yetu ya, ya, ya, ya non-aligned movement ya, ya, tu, tu, ya, tunaamini katika upande, hatufungamani na upande wowote. Manake sasa tuta, tunaweza tukakosa mashirikiano kutoka kwenye nchi hizi za kibepari. Kwa hiyo naamini tunaweza tukapata, tukapata madhara makubwa, tunaweza tuka, tuka, Tukakutana na, na, na shida kubwa, labda viongozi wetu wakazuiliwa kuingia kwenye nchi za Umoja wa Ulaya na, na mambo mengine kadha wa kadha. Ikumbukwe kwamba e, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna ushirikiano pia hata wakielimu. Tunao wasomi wetu wengi ambao wanapata, wanapata mafunzo nchini Spain, tunao watu wanapata mafunzo nchini Ujerumani. Wewe na mimi tutakubaliana kwamba e, ndugu mtangazaji, tutakubaliana kwamba tunao wasomi wetu wengi ambao wamepata PhD nchini Uingereza Oxford University. Kwa hiyo tutegemee impact kubwa, na mimi siamini kwamba e, serikali yetu inaweza ikafikia hatua ya kuingia kwenye mtego huo. Katika hatua nyingine, imefafanua juu ya namna wabunge mbalimbali walivyotoa maoni yao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya kesi inayomkabili Tundu Lissu, e, misimamo yao kuhusiana kuhusiana kuhusiana na na hicho kilichosemwa na bunge la Ulaya. Sisi kama Chadema Mbinga tunasema kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lisijenge hila au kuona wivu wa hichi kilichofanywa na bunge la Ulaya. Warejee kwenye majukumu yao, bunge lirejee kwenye majukumu yake. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lirejee kwenye majukumu yake ya kuwatumikia Watanzania, lirejee kwenye majukumu yake ya kuwepo kwa bunge, wakumbuke kwamba majukumu ya bunge ni, ni nini. Kwa hiyo wasione wivu, wahakikishe kwamba wanatakiwa kutambua kazi yao ni kutunga sheria ambazo zitawasaidia Watanzania. Kazi yao ni kusimamia sheria kupitia kuisimamia serikali kupitia maswali, hoja, mijadala na kamati mbalimbali. Sasa maswali maswali ndio ni kama haya kwamba namna na gani namna gani demokrasia yetu kama nchi inaweza inaweza inaweza ikasimama sawa, sawa. Hoja hoja ni kama namna gani miimili yetu inaweza ikajitegemea na ni kweli inajitegemea au inaingiliwa. Kwa hiyo wabunge warejee haya, lakini pia wafahamu kwamba kazi yao ni kupitisha bajeti. lakini pia wanatakiwa wafahamu kazi yao ni kuridhia mikataba ya kimataifa uridhia mikataba ya kimataifa inayopaswa kuingizwa nchini kwa kuzingatia sheria za nchi yetu kama vile walivyoridhia eh, sheria za kimataifa za kushirikiana na Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo wanatakiwa watambue namna gani wanazisimamia sheria hizi ambazo wameridhia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kuisimamia serikali isimamie sheria hizi kabla nchi yetu haijaingia eh, kwenye sintofahamu. Kwa hiyo sisi kama CHADEMA Mbinga tunaweza tukasema kwamba bunge la Tanzania lisione wivu kwa kile ambacho kimezungumzwa na bunge la umoja ulae, wa Ulaya. Waangalie wapi wameteleza, wajadili vitu sensitive kwa ajili ya maslahi ya taifa letu. Nchi hii ipo leo, ipo kesho, ipo kesho kutwa, itakuwepo mtondo na mtondogoo. Kwa hiyo wasiangalie mambo kwa ajili ya maslahi yao. Mimi nimewasikia wakijadili habari moja tu pale. Umoja wa Ulaya wamezungumza habari nyingi, lakini badala yake nimesikia wabunge wakiwa wanasisitiza habari za ushoga tu. Kwani Umoja wa Ulaya wamezungumza habari za mashoga tu? Wamezungumza habari za utawala wa sheria, wamezungumza masuala ya uhuru wa vyombo vya habari, wamezungumza uhuru wa asasi za kiraia, wamezungumza umuhimu wa, wa kuheshimu haki za raia, wamezungumza E umuhimu wa, wa kudumisha demokrasia yetu. Nimezungumza mambo mengi lakini nimeona wabunge wetu haya mengine yote wameyaona hayana maana wameamua kustiki kwenye habari za ushoga. Ah, tunachoweza kuwaambia wananchi wa Tanzania kwamba tunachokipambania Chadema anachokipambania Mheshimiwa Tundu Lissu sio tu kwa ajili ya maslahi ya Chadema ni kwa ajili ya maslahi ya umma wa Watanzania kwa sababu ikiwa leo CCM inaneemeka kwa mifumo mibovu ya uchaguzi iliyoko nchini inatakiwa ijue kwamba CCM haitakuwa chama tawala milele, kitaondolewa. Kwa hiyo kama itaondolewa CCM na mifumo mibovu ya uchaguzi itaendelea kuwepo, siku CCM atakavyo struggle kurudi madarakani atapata tabu kwa sababu ya mifumo mibovu ya uchaguzi ambayo ipo. Kwa hiyo tunapambania mifumo mizuri ya uchaguzi kwa lengo la kulinda thamani ya kura ya Mtanzania. Tunataka Mtanzania anavyopiga kura yake Tanzania anavyopiga kura yake kumchagua fulani, basi ate, ategemee ikura yake itakwenda kutenda haki. Labda ieleweke tu, ieleweke tu sisi Chadema hatuna shida na kushindwa, hatuna shida na kushinda. Sisi Chadema tunataka ushindi wa haki, kushindwa kwa haki. Hicho ndicho ambacho Chadema tunakipambania. lakini nini wito wake kwa wananchi labda wa Tanzania mimi niseme tu swala la kuirudisha Chadema kwenye mifumo ya uchaguzi ni swala ambalo aliitaja hata, hata dakika thelathini sheria zinatungwa na sisi wenyewe kwa ajili ya manufaa ya sisi wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo ikiwa, ikiwa ikiwa kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba tunalinda haki ya, haki ya Watanzania na haki ya uwepo wa vyama vya siasa, basi naamini sio shida Chadema kwenda kurudi kwenye, kurudishwa kwenye mfumo wa uchaguzi, kwa sababu mimi ninachokiamini utaratibu wa kuharakisha kusainisha hizo kanuni zinazoitwa kanuni za maadili ni kuibana Chadema kwenye ile ajenda ya no reforms, no election. Nilikuwa nafikiri kwamba tume kwa kushirikiana na vyama vya siasa wangekaa, kwa sababu Chadema e, kabla ya kusaini kabla ya kusaini kabla ya zoezi la kusaini hizo zinazoitwa kanuni za maadili E, Chadema walipeleka walipeleka mapendekezo yao kwa tume ya uchaguzi ya nini kifanyike ili uchaguzi uende ukawe wa huru na haki, lakini badala yake tume ya uchaguzi haikuyazingatia haya kwa maelekezo ya serikali na watu wake e, tume ya uchaguzi imeamua kufanya hayo ambayo yamefanyika. Na kiukweli kabisa kiukweli kabisa, mimi niseme kwa hali ilivyo sasa e, kwenye tume yetu ya uchaguzi kwa hali ilivyo sasa nchini Tanzania kwenye mifumo ya uchaguzi e, ni ngumu sana e, kwa vyama vya upinzani kwenda kushinda uchaguzi hata kama utapigiwa kura na watu wote. Mwenye mamlaka ya kutaka wewe ushinde au ushindwe ni msimamizi wa uchaguzi, sio wananchi. Ni kiripoti taarifa hii kutoka Jongo Media TV. Mimi naitwa Grayson Kapinga.